Majina, naitwa Franco Edison ni mkazi wa Kivavi, pia nipo katika kikundi cha, cha ambacho kwa kwa okay, zetu ambazo zetu ambazo ma research yani kwa muda mrefu lakini mwisho wa siku inabadilishwa kuja kuwa gesi misana ya kutumia nyumbani, na pia tumezindua mashine ya kusagia vyakula vya ng'ombe, kufuna mabua, manyasi na kadhalika, ambao ambayo kidogo itamlazishia hata ng'ombe katika mfumo wa mmengenyo, na pia tulikuwa tunazindua matrekta yetu ya kulimia na mapatila ya kubebea mizigo. Faida kwa ya kwanza inaenda kuokoa gharama, kwa sababu kwa matumizi ya nyumbani tulifanya uchunguzi, oil lita moja inaweza ikatumika ndani ya mwezi mmoja, kwa sababu oil lita moja inauzwa, oil chafu inauzwa 500 nishati ya 500 mtu anatumia katika mwezi mzima, inaenda kukusaidia kwa namna hiyo, inakusaidia kwanza. Cha pili, inaenda kukusaidia kutunza afya yako, kwa sababu inawaka kama gesi, kwanza utapikana ile adha ya moshi kwenye kuni ama mkaa, na pia magonjwa kama saratani ya mapafu ama mfumo mfumo wa hewa, mfumo wa upumuaji katika mwili, kwanza kidogo ya kusaidia. Na pia kwa faida ambazo za mazingira, kwanza na kusaidia katika utunzaji wa mazingira. Namba moja, tunapunguza uongezeko wa moshi katika atmosphere yetu, katika hiyo anga Maki nasaidia kwenda kupunguza kuongezeka kwa moshi kwa sababu kutumia oil kama gesi. Maki matumizi ya kuni tunapunguza. Hapo pia tunaenda kupunguza misitu kwa sababu kuni inatokana kwenye misitu, mkaa kwenye misitu. Kwa kutumia oil chafu maana tunaenda kupunguza upataji wa miti na pia upotevu wa baadhi ya vimbe ambavyo vinapatikana katika misitu. Kama nilivyoeleza mwanzo, tupika kukata kata mabua, manyasi na nini. Lakini pia kutumia mashine tunaona tunaenda kusevu ile adha ya ugomvi kati ya mkulima na mfugaji kwa sababu Maki, kupitia hii mashine mkulima anaweza kaa, mfugaji enda shambani anachukua mabua, asaga nyumbani, anawapa ng'ombe. Ubunifu umetumia kama almost, yani, kwa jiko la oili chafu tumeanza kufanya ubunifu za 12 lakini mwezi wa kwanza mwishoni tulipata matokeo, lakini manake unaweza kuwa bilionea ndani ya muda mfupi. Unajua ubunifu. Tunaamini hata pia kina Masika hao wamefanikiwa kwa sababu ya ubunifu. Wanafanya investment katika ubunifu. Kwa hiyo anaweza kutengeneza hela nyingi kwa kupitia muda mfupi. Kwa mfano, mheshimiwa jana alitoa mfano kwamba ama majiko yembamba laki moja tukiyauza katika watu katika robo ya Tanzania nzima, tumetengeneza mabilioni ya mapesa kupitia idea ndogo tu ya majiko. Kwa hiyo unajua ubunifu unakujenga katika kutatua changamoto ambazo zipo katika jamii na mwisho wa siku inakuingizia hela. Unajua, ukishinda kusolve changamoto, hela yako haiwezi kupotea, maana hela itakuwa kila siku kwa sababu kila siku tatizo bado lipo katika jamii. Litahitaji liendelee kusoviwa kwa maana hiyo, maana yake itakutengenezea ile hela ambayo ni hela ya muendelezo, hela ambayo itakuja kusimama tofauti. Kama ukiwa umeajiriwa unaweza kuchukua pesa ya ajira wakati una kazi, lakini ubunifu utakusaidia wewe kutengeneza hela ya milele. Tunaamini vijana wengi ambao wana moyo, kwa sababu unajua vijana wengi wa Afrika tuna asili ya ubinafsi, tunaamini kufanya peke yetu tunaweza, aa, lakini unajua kufanya kazi kama kikundi cha watu ndio rahisi kufanikiwa kwa sababu

yetu. Mimi naitwa Hassan Omar Abdalla ni afisa maendeleo ya jamii natokea almashauri ya mji wa Makambako. Kwanza kabisa, nianze nimeshuhudia karakana ya hawa vijana ambao wamebuni ni, hii ni mashine tunasema au ni jiko ambalo linatumia oil chafu wamebuni lakini pia tumeona hapo nje kuna mashine ya kuchakata chakula cha ng'ombe au chakula cha mifugo. Kwa hiyo ni vijana ambao wamejiuganaizi na kutoa ubunifu wao, na kama unavyojua kupitia jiko hili na sera ya taifa au mkakati wa taifa, ni tunasisitiza au tunaelimisha jamii kutumia nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo hichi ambacho wanakifanya, wanaendana na ile sera ya taifa ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo naamini huu ubunifu wao utaenda kusaidia nchi yetu hususani ya halmashauri yetu kuepuka yale matatizo ya kimazingira kupitia huu ubunifu ambao wameufanya. Nashukuru hii kwanza, hiki ni, ni picha kubwa sana na ni funzo kubwa sana kwa vijana, kwa sababu hawa vijana wamekaa, wamejiajiri, wametumia akili zao, wametumia uzoefu wao, lakini pia wametumia na mwalimu wao ambao yuko nao hapa kila siku kuelekeza. Kwa mi niombe vijana wale ambao hapo huko nje hawana kazi za kufanya waje kwenye maeneo kama haya waweze kujifunza kwa sababu ubunifu ni kitu ambacho unaishi. Ukishapata ubunifu unaishi nacho. nacho. Unaweza ukatoka hapa na kuanisha karakana yako, kikubwa ni tayari umeshapata ubunifu, umeshapata ile elimu ya namna gani ya kutengeneza vitu kama hivi. Nashukuru sisi kama halmashauri, kama unavyojua kuna fursa ile ya mikopo ambayo inatolewa na halmashauri isiyokuwa na riba, na sisi kama idara ya maendeleo ya jamii kupitia ofisi ya mkurugenzi tulisha kuja kuwatembelea hawa vijana kabla ya huu ubunifu hujawa katika kiwango hichi. Tayari kuna maelekezo tulishawapa kama halmashauri, ili na wao wao miongoni mwa wale vijana ambao wataweza kunufaika. Na wiki iliyopita nilishapata taarifa kupitia kwa kijana mmoja, kuna baadhi yao yale ambao tulikuwa tumekubaliana, kwa maana yale maelekezo, ili waweze kunufaika tayari wameshakamilisha, ni wachache tu bado. Kwa hiyo tunategemea ndani ya mpaka tarehe ishirini watakuwa wamekamilisha vile vigezo au yale maelekezo ambayo tulikuwa tumewapa, ili na wao waweze kunufaika, kwa sababu sisi halmashauri tunapenda ubunifu wa namna hii na tunasisitiza viwanda, kwa sababu viwanda hawataishia wenyewe tu hawa watano au sita waliopo hapa wakisha kuwa na karakana nzuri, wakawa na malighafi nzuri, matirio ya kutosha, maana yake hawa vijana wanaweza wakaajiri vijana wengine au pia wa, ikawa kama ni, ni, ni, ni, ni, ni chuo kidogo ambacho vijana wengine watakuwa wanakuja kujifunza. Kwa hiyo sisi kama halmashauri hii tumechukua kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuwasaidia hawa kupata mtaji na kuinua hii karakana yao. La, jina langu naitwa Alimwimi Kesawi, diwani wa Kata ya Kivavi a, halmashauri ya mji wa Makambako. Hapa kwenye hii karakana nimeshuhudia ubunifu wa hali ya juu kabisa wa jiko ambalo linatumia oili chafu, yaani oili ambayo imekwisha kutumika kwenye magari na mitambo. Ubunifu ni mkubwa sana kwamba oili ile badala ya kuimwaga na kuitupa huko ikaharibu ardhi na mazingira, wawa vijana wamebuni jiko ambalo linaweza kutumia oili hiyo, na hili jiko ni la gharama ndogo kwa maana ya kwamba oili unaweza ukatumia, kwa mfano, familia kwa kupikia kila kitu kwa mwezi mzima, unaweza ukatumia lita moja tu ya oili ile chafu. Kuna mfumo umetengenezwa hapa, limeundwa lina feni ambayo inapuliza, inapeleka kule, kule kwenye jiko na moto unawaka na, na, na vyombo wala havipati hata moshi. Kwa hiyo hawa wameunga mkono kampeni ya Mama Samia Suluhu Hassan. Dkt. Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kampeni yake ya nishati bora hapa. Watatunza, tutaokoa mazingira lakini pia tutaokoa maisha ya watu ambao wamekuwa wakiathirika na moshi wa kuni na mkaa. Wataalamu wamesema jiko kama hili tuliloliona hapa, hili kubwa, linaweza likatumika hasa kwenye taasisi kama shule zetu. Sasa hivi kuna mpango tuna chakula tunatoa mashuleni kwenye shule zetu za msingi. Kwa mfano, kata yangu mimi hapa kuna shule moja inaitwa Magegere, ina watoto 1864. Just imagine kuandaa chakula cha watoto 1864 kila siku, unatumia kiasi gani cha kuni? Tunatumia kiasi kikubwa sana cha kuni, lakini wale wanaoandaa kile chakula wanaathirika na ule moshi. Jiko nililoliona hapa halina moshi lakini pia linakwenda kuokoa misitu yetu. Lakini wanasema kuna majiko madogo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ya kawaida, ambayo kwa kuanzia kipindi cha promotion, watayauza kama kwa shilingi laki, laki moja jiko moja. Sasa familia inaweza ikatumia hilo jiko la shilingi laki moja na oili ya lita moja ambayo oili chafu ya lita moja haiuzwi zaidi ya shilingi elfu moja kwa hiyo nimeona kama ni ukombozi mkubwa sana, na nilikuwa naangalia ah, nchi za wenzetu, kwa mfano Japani. Nilikuwepo kule mwaka 98 nilikuta wanapofanya innovation ya viwanda, industrial revolution kule, e, walianza na kazi kama hizi, vijana wa kawaida tu. Kwa mfano aliyetengeneza Yamaha, Yamaha ile ni mwanamke ndo aliyebuni Yamaha. Sasa jiko kama hili, kwa mfano likienda kwa Watanzania chukulia kama robo tu ya familia za Watanzania sisi tu Watanzania tuko kama milioni sitini kama, kila, kila familia moja ina watu labda sita, unapata kama familia milioni kumi katika familia milioni kumi robo tu ya Watanzania ambao ni milioni mbili na laki tano wakaweza kununua jiko kama hili, hawa vijana hapa watapata kipato cha bilioni 250. sasa tutainua uchumi tunatengeneza ajira kwa vijana wetu, lakini tunaokoa mazingira, tunaokoa na maisha ya watu wetu. Hii kampeni ya mama, hawa vijana wameiunga mkono kwa asilimia mia moja kabisa. Jambo alilofanya picha inayotokea ni kwamba vijana, kwa mfano, kijana huyo hapa amesoma kidato cha sita masomo ya fizikia, kemia na hesabu, PCM, lakini anategemea kwenda chuo amekuwa na ubunifu kuangalia changamoto zilizoko kwa jamii. Angalia kama saizi hapa, sufuria hii tumeiweka saizi, ya maji yameshachemka kwa haraka sana. Yeye, manake alikuwa anaangalia changamoto zilizoko, anazigeuza kuwa fursa. Aliona changamoto zipo kubwa, siku hizi akina mama wanahangaika kutafuta mikaa, kutafuta kuni, lakini idadi ya watu inapoendelea kukua kuni zenyewe zinapungua. Manake mti mmoja mpaka ukue ukatoe kuni ni miaka mingapi? Mtangazaji: ni miaka mingi, lakini magari yanavyozidi kuongezeka kwenye humitaani, nakuta magari yanazidi ya kuongezeka, ina maana matumizi pia ya oil yanazidi kuongezeka. Ina maana na hiyo oil chafu ambayo inatumika kama nishati ya hili jiko pia ni nyingi huko mitaani. Kana wanaoshindwa kutumia fursa, mimi nafikiri watakumbana na changamoto kubwa sana watakapokuja kuwa uzeeni, maana tunasema fainali uzeeni. Kila unachokiona Ukiona watu wanahangaika na kitu fulani, wewe jaribu kubuni njia mbadala inayoweza kutumika kutatua hilo tatizo. Hapo hapo utatengeneza soko, kwa sababu mahitaji ya watu yapo kila siku, lakini njia za kutatua mahitaji zinakuwa ni chache. Wenzetu wa China wanatengeneza kila aina ya bidhaa, ndio maana zinajaa huko kwenye masoko ya kwetu sisi. Tungependa vijana wa kwetu wabunifu kama hawa waendelee kubuni vitu vingi, badala ya kuwa tunaagiza, tunatumia fedha nyingi za kigeni kutoa nje tutumie fedha yani za hapa ndani, yani zile local currency kununua bidhaa za hapa ndani kwetu, lakini pia tutaziuza nje ya nchi. Jiko kama hili leo, tukitangaza kwenye media, watahitaji wa Malawi, watahitaji wa Zambia. Zambia kule miti yenye hamna, Malawi pale wamekata misitu yote hamna. Hili jiko watalihitaji haraka sana. Kwa hiyo Watanzania wawe wa kwanza kutumia hii fursa ya kutumia jiko kama hili kabla hawajaanza wenzetu wa nje kuanza kuagiza kutoka hapa. Kwa hiyo vijana, kila tatizo wanaoliona wageuze kuwa sur, fursa badala ya ukaa kulalamika na kusubiri serikali. Ajira za serikali ziko chache sana, na vyuo vikuu vyetu vinaendelea kuongezeka, na kila mwaka hata Makambako tunajenga chuo kikuu pale, Njombe tunajenga chuo kikuu. Hatutegemei ajira za maofisini, tunategemea watu kujiajiri kama walivyo wa China na Wajapani. <tazani> Hii nafikiri hii dhana ni, ni dhana potofu kwa sababu sisi lazima tupende kile kitu ambacho mtoto wako katengeneza. Mimi nafikiri unatakiwa kumthamini mwanao kuliko kuthamini mtoto kunyapa, wa jirani. Hivi vitu vinavyokuja hapa vimetengenezwa na watoto wa wenzetu wa China. Sisi tuanze kuchukua bidhaa zinazotengenezwa na watoto wa kwetu kwanza. Kuna faida yake, mtoto anapotengeneza bidhaa ambayo anajua itatumiwa na baba yake na ndugu zake, hawezi kutengeneza bidhaa hatarishi. Ziko bidhaa zingine zinatoka nje ya nchi kwa sababu wao wana, wanatengeneza kwa ajili ya kwenda nje. Nikiwa Japani zamani mji wa Kihabara, nilikuwa nanunua video kamera nikakuta imeandikwa for export. Nikasema kwa nini imeandikwa for export, wakasema sisi Wajapani wa hapa hatutumii hii. Kwa hiyo zingine ziko for local, for local use, yani za Wajapani wenyewe. Hizo zinakuwa ni nyingine za export zinakuwa nyingine. Kwa hiyo unakuta kwenye kasha kabisa limeandikwa for export. Sasa ile for export mimi nanipa doubt kidogo, inawezekana kuna vitu vingine havijawekwa mle vinavyoweza kutuletea madhara kwenye, tunapokuwa kwenye matumizi. Kwa hiyo tuvithamini vya kwetu, hawawezi kutuletea vitu hatarishi. Kwa mfano, hili jiko haliwezi kulipuka kama yalivyo majiko yale ya gesi, haiwezekani walivyotengeneza hapo. Halilipuki, wala halifanyi nini kwa hiyo vitu vya kwetu sisi hawa wanachukua tahadhari kwa sababu vinaenda kutumika na ndugu zao na jamaa zao na watoto wao. E, mimi natoa wito kwa wana Makambako. Unajua mara nyingi tumekuwa tukichangia sana harusi mamilioni hivi. Hawa vijana tukiitisha pale tukakaa green city pale, tukachanga pale hela ambazo tungechangia harusi hii tunaweza tuka, tukaitoa Makambako hapa ilipo tukaipandisha juu. Nimeshakupa data hapa kwamba robo ya Watanzania wakinunua ili jiko, hawa vijana hapa wataingiza bilioni mia mbili na hamsini. Fikiria bilioni mia mbili na hamsini zimeingia Makambako, Makambako itabaki kama ilivyo? Kwa hiyo tuthubutu, kuna mahali pa kuanzia, tuthubutu. Kama tumethubutu kuchangia harusi ambayo siku mbili tu au wiki, unakuta tena wameshatengana wako mahakamani, kwanza wanasumbua tu mahakama. Mimi nafikiri hivyo vitu havina maana sana, wala havina msingi. Watu wataoana tu na watakuwa mke na mume bila hata kwenda Green City, lakini tukaenda Green City tukasema tunataka kuinua vijana wetu wabunifu wa Makambako, tukafanya fund raising pale, huyu laki mbili huyu laki tano huyu milioni moja huyu milioni tano huyu milioni ngapi. Hawa vijana tutawapeleka mbali, watauza bidhaa hapa zitakuwa standard kwa sababu hapa tutawaleta Wizara ya Viwanda na Biashara. Lakini Zaudi Kiga amezaliwa hapa hapa mtwangu hapa, tutamwambia njoo hapa, kana hawa vijana, tengeneza mfumo rasmi, tangaza bidhaa inchi za jirani mpaka mataifa ya nje, kwa sababu sasa hivi ma, unajua mataifa ya Ulaya wana vitu wana mentality moja, wanategemea ubunifu wote wa bidhaa mpya zitoke Ulaya lakini zikibuniwa Afrika kama yule kijana aliyebuni gari inatumia mawimbi ya redio pale Zimbabwe amekuwa akitafuta kuuawa. Kwa sababu mawimbi ya redio popote yanapofika, gari ukiwasha yenyewe natembea, hakuna mafuta hakuna nini, popote mawimbi ya redio yanapofika, yenyewe natembea. Ina uwezo wa kwenda ile mpaka kilomita mia moja na sitini kwa saa madamu mawimbi yanafika ya, ya redio ameibuni. Sasa awa hapa, najua watapigwa vita ili tusiwaache wawe kama yatima, lazima sisi tuwaunge mkono asilimia zote. Yani Makambako tupigane kufa na kupona kuhakisha wako salama, na hii elimu hii haiji kukopiwa na mtu yani ile copy and paste aje kuikopi aenda akaitengenezea moshi tuseme walibuni watu wa Kilimanjaro. Hapana, hii ni made in Makambako hapa kwetu kwa vijana wetu. Kwa hiyo tuwaunge mkono hata kwa bajeti, hata kwa gharama yoyote, kuanzia halmashauri, mkurugenzi, haule mbunge wetu Deo Sanga, na wanaotegemea kuwa wabunge na wanaotegemea kuwa madiwani wote, tuunge mkono wa vijana, wapate mtaji, wafanye vitu rasmi, wapewe na mitambo ya kuundia hivi vitu, maana wanakunja vyuma hapa.